Tumefikia Dominika ya tano ya kipindi cha Kwaresima, Dominika inayotangulia Dominika ya Matawi. Katika Dominika ya tano na ndani ya juma hilo, Mama Kanisa ataadhimisha baadhi ya tamaduni zake. Mmoja na iliyo maarufu ni ile ya kufunika picha, sanamu na misalaba. Je, tendo hilo au tamaduni hiyo ina umuhimu gani na ina maana gani ndani ya Kanisa Katoliki? Ambatana nami Sister Grace Ashim Teresia po, nikikupitisha kwa uchache maana na umuhimu wa tamaduni. Desturi hii ya kufunika sanamu na misalaba katika kipindi cha Kwaresma ina historia yake. Huko nyuma ilionekana kuchukua sura tofauti kulingana na mazingira, kutoka eneo moja hata jingine. Mahali pengine walianza jioni baada ya masifu ya jioni ya kwanza au kabla ya misa ya jioni kabla ya Dominika ya tano ya Kwaresima. Na kwingineko walianza baada ya misa ya karamu ya Bwana ya Alhamisi Kuu. Kwa hiyo, desturi hii ya kufunika sanamu kipindi cha majuma mawili ya mwisho ya Kwaresima hutuangazia kipindi cha nyuma cha kalenda ya liturujia ambapo adhimisho la mateso lilikuwa likifanyika katika Dominika ya tano ya Kwaresma. Hivyo basi, kwa sababu hizi mbili, mama Kanisa anaadhimisha tamaduni hii ya kufunika misalaba, picha na sanamu. Mosi ni kutoka kwenye maandiko matakatifu, na tunasoma siku chache za mwisho kabla ya kuteswa kwake, rejea Injili ya Mtakatifu Luka sura ya 22 aya ya 14 hadi ya 23. Inafafanua kuwa katika nyakati hizo, Kristo alipenda kujitenga na kujiandaa kwa mateso na kifo chake, na hivyo hakuonekana waziwazi, alitembea faragani. Pili, Yesu mwenyewe alisema saa yangu bado rejea injili ya mtakatifu Yohana sura ya pili aya ya nne, sura ya saba na aya ya thelathini ni kwamba Yesu mwenyewe hali akijua saa yake bado hakutaka kufanya chochote au hata kuteswa ama kufa kabla ya wakati wake. Hivyo si busara kuonesha picha au taswira ya mateso ya Yesu kabla ya saa yake. Lakini pia kufunika misalaba na sanamu huwasaidia waamini kuzielekeza fikra zao kwenye mateso ya Kristu, badala ya uzuri wa taswira za kidini. Kwa kuwa kipindi cha Kwaresma ni kipindi cha toba na tafakari, kufunika sanamu huwakilisha pia hali ya maombolezo na huzuni. Inaashiria pia jinsi ulimwengu ulivyopoteza mwanga wa Kristu alipokuwa safarini kuelekea msalabani. Hivyo basi tendo hilo ni la kidini na lenye maana ya kiroho takalomwongoza muumini katika toba na tafakari ya kweli juu ya mateso ya Bwana wetu Yesu Kristu. Basi nami nizidi kukualika kujiandaa vema tunapoelekea wiki kuu. Na katika juma hili la tano la kipindi cha Kwaresma, tujiandae vema kiroho kwa namna mbalimbali ili tuweze kuyatafakari tafakari kwa kina mateso ya Bwana wetu Yesu Kristu na hatimaye kusherekea siku kuu za Pasaka.